Mambo zenu, karibuni sana kwenye kipindi changu cha fundo la mwanamke. Mi naitwa Beby Mama, ninawaalika sana siku nzuri ya leo Jumatatu tulivu sana, e, muweze kujifunza mawili matatu pamoja na mimi. Lakini leo bado mafuta yetu ya pure coconut, mafuta halisi ya nazi yenye karafuu, yenye mdarasini, yenye iliki. Lakini kuna mti unaitwa Saga, ni mti mzuri sana, huwe ni mti ambao kweli unao tumika sana kwenye kutibu maumivu ya mgongo, saa zingine massage, eh yeah. Haya mafuta ni mazuri, lakini vile vile yanaongeza hamu ya kufanya tendo la ndoa. Pale ambapo unahitaji kufanya tendo, kupaka haya mafuta sehemu zako za siri, basi itasaidia pia kukuongeza Mwanaume jamani, na kanda kanda mama kidogo na hizo mafuta eh? Anajisikia raha na wewe mama. Tena baba ametoka kazini, basi ni vizuri kanunua haya mafuta, ukawa nayo ndani, ukawa unamkanda taratibu. Naelewa eh, eh jamani, kwa shilingi elfu kumi tu, mtoto unapata raha. Asanteni sana kwa kuendelea kuni support. Leo nataka niongee na wanaume ambao wako kwenye ndoa kwa kweli kwa kweli, yaani ninaongea kwa uchungu sana sana, kwa sababu mama mama mnayafanya baba zetu eh, mama mama mnayafanya nyinyi wanaume zetu, hatupendezewi nayo. Mimi mtoto wa kike ulinikuta niko vizuri kabisa wakati unanioa, nikija kwako nanukia malashi, marashi nikija kwako mie tena poda nimepaka uwanja nimepaka lipstick nimepaka. Mtoto wa kiume unajivunia kuwa na mimi popote pale, lakini wakati huo nipo kwetu. Sasa nimeshafika kwako, baba, niko ndani eh, hujui kununulia mafuta, hujui kununulia nguo, hujui kununipa hela kusuka, hujui kunipa chochote, lakini unachotaka wewe nipendeze. Napendeza vipi? kama pesa unipi, nitapendeza vipi mimi ujue kuna wanaume mimi nawashangaaga wa sana. Kuna wanaume ambao wao wakisha, wao wake zao sijui wameona kwamba wameolewa, wale waje jitunze wenyewe wenyewe, sijui wanachojua kwamba yule mwanamke pale anachotaka ni, ni kupewa mapenzi tu pale kitandani na kupewa chakula ndo wameshiba, sijui yaani sielewe. Lakini wanasema mke wangu sasuke nyoa, mke wangu sakvai suruali, mke wangu stakvae kimini akitoka hapo ndani akikutana na nje, mdada akasuka vinywele vyake, anageuza shingo, akikutana na mdada amevaa kisketi mwishomu, anageuza shingo hivyo ambavyo na vitamani nje. Kwa nini usimfanyie mke wako? Utakuta na dada walioolewa, wanawake wengi walioolewa, ukitaka kujua, zile nguo zetu za ndani zilizochanika ni wake za watu, wana chupi za zamani zilizopitwa na wakati Yaani mtu hata akifua ukaanika hapo, unajua zile ntambala la deki au chupi, anunuliwi hapewi hela. alafu cha ajabu sasa ni mwanaume limemwambia na kazini anakwenda, ya yaani amemuoa mwanamke, matunzo hampi na kwenda kujitafutia mwanamke, amemkataza kwamba kaa ndani. Kwa hiyo hapo ndani yeye anaishije? Anaishije? Sasa ikiwa kama wewe huwezi kumtimizia majukumu yake, ulimuolea ya nini? Kwa nini usingie mocha tu nyumbani kwao huko, aendelee kufanya anachofanya. Kama alikuwa anauza mchicha, angeendelea kuuza mchicha wake, angeendelea kupendeza. Kuna wanawake walikuwa nyumbani kwao wazuri, wamependeza. Uzuri wa mwanamke ni kutunzwa, eh. Usifikiri kwamba kuna mwanamke mbaya, hakunaga mwanamke mbaya. Lakini unavyomtunza ndivyo anavyozidi kuvutia. Mwanamke anayetunzwa anapendeza machoni kwa watu wengi. Yaani, siku mpaka mke wako anafiwa anatafuta kanga ya kufunga msibani hana, toka nguo alikuja nazo kipindi hicho elfu mbili na saba ndo anakuja kuolewa kwa karibu, kwenye begi ndo anazo zile zile. Hivi mwanaume unapata laha gani wewe kuonga hawa wanawake wa nje, usimdhamini mke wako? Anza na mke wako kwanza, alafu hao wa nje, kwa sababu ni show time, so lazima kwa sababu sijasema msaliti, lakini kwa sababu ni show time wanakupa furaha basi hivyo lakini, wewe nje huko kimada unampa laki elfu hamsini elfu sitini anasuka anapendeza sawa, ndo hivyo lakini. Je, yeah, mke wako naye unamtoa vipi unyonge wake? Mwanamke anayetimiziwa haja zake siku hata akisikia una mwanamke mwingine itamuuma, lakini atasema eh, inawezekana, anaweza kututunza wote, mbona mimi ananitunza, niko mzuri lakini mtoto wa kike hapana. Mtoto wa kike yuko vibaya, mtoto wa kike mpaka mashoga tunamshangaa toka olewe, yeye ni wewe, umeolewa ndio umechakaa hivyo. Mwanaume unapata raha gani? Raha ya mwanaume, mke wako alikuja kwako mwembamba, basi baada ya miaka miwili tuone mabadiliko, afya yake menawili, ngozi yake inapendeza, kichwa chake kinang'ala. Lakini mtoto wa kiume wala bize kunywa bia. Mbona bia mnakunywa? Ukifika baa wewe tena lijali mwanaume, utaagiza baa ile nzima, hapo tano pale kumi pale sijui, mke anakula dagaa nyumbani na watoto, unajisikiaje? Hivi kitu gani hasa ambacho kinakufanya wewe ushindwe kuitunza familia yako? Ni kitu gani hasa kinakufanya wewe ushindwe kukaa na mke wako ukamtengeneza vile ambavyo wewe unataka? Unataka mke, mke wako avae kimi, mnunulie, mwambie mke wangu, mimi nataka. Na nyinyi wanawake, mnaponunuliwa pokeeni. Unataka mke wako awe anavaa nguo za ndani za aina fulani, mnunulie. Mke wangu, leo nimeenda huko, nimekutana na mtu amesuka nywele za hivi, nataka ufanye vile. Mwanamke mwenyewe labda awe tu hataki, lakini wanawake wengi hawatunzwi. Ninachojua nyinyi kupiga utukana, ndio mnaona kama vile mwanamke mnamfundisha. Mwanamke amekosea kidogo, utarusha mangumi, utafikiri unacheza bondia kwenye mwili wake, tena tititi. Mwanamke anatakiwa apewe maneno ya busara ya kumjenga. Amekukosea, njoo mke wangu, hiki hiki hiki sipendi. Lakini eh, utajua mwenyewe. Nishasema baba, si unajua kwamba wewe ni mwanaume Tunajua kabisa kwamba we ndio umenioa umeniweka ndani, lakini inapofika swala la kutimiza wajibu wako kwangu, timiza. Tumetofautiana vipato, kila mtu ana kipato chake. Mfanye mke wako aishi kulingana na kipato chako kama ni wa shilingi elfu tano kwa siku, elfu mbili mke wangu kasuke, elfu tatu tutakula, ziko nywele za elfu mbili Lakini kama kipato chako wewe ni cha laki, ape mke wako hata elfu thelathini asuke, apendeze macho yako akimtazama yasikia raha. Mwanamke ni ua, mwanamke ni pambo, mwanamke ni ua. Unavyozidi kulimwagilia ndivyo linavyozidi kustawi. Lakini kama ua utakuwa hulilipi huduma, linasinyaa. Na mwisho wa kusinyawa lako litakuwa si pambo tena, bali ni uchafu nyumbani kwako. Uko babangu, acha na kugawagawa pombe baa, achana na hayo mambo, angalia familia yako, angalia watoto wako, wanavaa wanakula, wanatafuta hela kwa ajili ya mke wako. Yaani mpaka uliamua kumtoa nyumbani kwao, ulimkuta anapendeza. Mimi sifikiri kwamba kuna mwanaume ambaye alioa mke wake alimkuta tu mbaya mbaya ya mchafu mchafu Wanaume wengi sasa hivi nataka watoto wa kike tunaong'aa tunaopendeza, ndio mnaowataka sasa hivi. Sasa kama umenikuta na ng'aa napendeza, basi niendelee kuniendelea kunitunza, sio tena nije kwako tena, mimi nionekane gube gube gubegube. Leo mshinda mtume, jamani, mambo gani yamatufanyia baba zetu, mambo gani matufanyia wanaume zetu? Jamani, tunzeni wake zenu, wapendeni wake zenu. Kama unajiona we bado una uwezo wa kumiliki mke, usioe Unajiona we bado, unaweza kumiliki mchumba. Muache, maana mwisho wa siku mimi kama mimi nitataka nipendeze, nitataka nivae, nitataka niwe hivi. Sasa wewe hunitunzi, napata mtu ananitunza, ananipa ninachotaka. Hivi kinachofuata ni nini? Yaani sio mpaka niombe. Kuna wale wanaume wanaojua kujiongeza kwamba mtoto wa kike huyu ninavyomuona anataka kula, anataka kuvaa vizuri, anataka kupendeza, anataka wanja, wengine wananunua mpaka wanja. Sasa wewe kunihudumia, hunihudumii. Unaishia tu kuniita mke wangu. Unaisha tu kunyiza mchumba. Unaisha tu kunyiza sio kipenzi. Matunzo zilo unataka nini? Alafu nataka nitulie. Tena mimi nitulie. niseme nimetulia na mume. Nina mume au kutu na mtu ambaye ananiridhisha kitandani. Majukumu ya mume unayajua kweli wewe? Majukumu ya mume sio yule ambaye uongo kila kitu. Yaani unakuwa na ratiba kabisa. Ukiwa kwa mwezi utasukwa nywele za elfu thelathini. Upo? Sawa baba, utajua wee unasukasukaji lakini ni elfu thelathini. Mke wangu nataka uvae kiminta kununulia, nataka uvae hiki, nataka upake wanja, nataka ufanye hivi. Mbona mnaweza ukatengeneza hao wandani wakawa kama sisi uwanja? Mbona mna uwezo mzuri wa kumtengeneza mke wangu akawa bora kuliko hata wale tunawaona tuna barabarani. Mwanamke wa mtu unamkuta ana tight, anapandishia hadi huku, yani imelegea, yani mpira ule umelegea. Hana hela kuno nyingine, anabaki kuvaa tight imekomaa, anaipandisha mpaka huko juu. Unajisikiaje wewe? Unajisikiaje wewe baba? Kwanza unapofika nyumbani, unamwona mke wako anaangaika kucho shona nguo vya ndani, unajisikiaje? Afu umetoka baa huko, umekunywa karibu laki, unajisikiaje? Lake hayo mambo jamani mnatuonea huruma watoto wa kike, mmetuoa wenyewe jamani, na wakati mnatuoa mlijua kabisa mnaweza kututunza, na wakati mmetuoa mlijua kabisa mtatupa furaha kuliko kutupa mateso ya moyo jamani. Na kuna wale wanaume ambao wakirudi nyumbani sometimes wamekosea lakini ni wakali, utakuta mwanaume analala nje, lakini akirudi mwanamke anamuuliza ulikuwa wapi, kipigo. We baba, koma kabisa, ulale nje na kuuliza, unanipiga Mi sio uwanja wa mazoezi, naeleweka? Tuwapende wake zetu jamani, wapendeni ndo wake zenu. Wao ndo wanajua shida zenu, ndo wanajua raha zenu, pumzi zenu za usiku wanazijua wao. Nguo zenu hizo ambazo tunaona mnapendeza wanafua wao jamani, wapendeni. Hakuna mtu aliyokamilika kwa asilimia mia moja. Kila mtu ana mapungufu yake, lakini wewe unayapokea vipi mapungufu ya mke wako? Mbona yeye anakuvumilia mengi? Anavumilia harufu ya pombe, anavumilia harufu ya sigara, anavumilia unavyomtukana, anakuvumilia unavyompiga, anakuvumilia unamwachia buku na watoto anao watatu. Lakini unamkuta mwanamke kakoroga mlenda kapika. Kwa nini usimvumilie yeye anapokukwaza? Kwa nini usimrekebishe? Alafu nachukia sana wale wanaume ambao wana tabia za kutoa mapungufu ya wake zao nje. We ni mwanaume, ukapewa hili kulomeo, uyabebe yako kwa kifuani. Sasa nakuza mwanaume yuko katikati ya wanaume wenzake, anaanza mke wangu bwana hafui nguo, mke wangu bwana hajui kupika. Unajidhalilisha, unasikia, mzalilisha mke wako. We ni mwanaume, umepewa kulomeo, yabebe mengine kifuani Yamekushinda, sema na mke wako, amekushinda jamani. Mama, tumeshindwana, tusipeane shida, lakini keke kelele kwa majirani, vulugu kila siku. Hey, baba tunza mke wako, acha kunyanyasa mke. Naambia mimi naitwa Bibi Mama, namba yangu ya simu sifuri sita sabini na nane kumi na tisa thelathini na nane mafuta yetu Happy Coconut, mafuta mazuri ya nazi, na yatuma sehemu yote kwa shilingi elfu kumi tu. Instagram natumia raunia mama, Facebook natumia raunia mama. Mwanamke ni pambo, mwanamke ni ua. Litunze ua lako ili liendelee kustawi. Bye.